Tuhuma za ufisadi ya kesi ya milioni mia sita dhidi ya maafisa waandamizi wa serikali ya kaunti ya Turkana kati ya mwaka wa fedha mwaka wa 2022 2023 na 2023 2024. Leo Alhamisi, tarehe 10 Aprili 2025. Tume ya Maadili ya Kupambana na Ufisadi, EACC, baada ya kupata hati za upekuzi kutoka mahakamani, ilifanya msako katika makazi ya ofisi za washukiwa kumi wakiwemo wajumbe wa Kamati ya Utendaji ya Kaunti, maafisa wakuu na maafisa wengine waandamizi wa Serikali ya Kaunti ya Turkana. Watu wanaochunguzwa kati ya sakata hii ni pamoja na Michael Eregea Ekidor Mjumbe wa Kamati ya Utendaji wa Kaunti ya fedha; Peter Lomurukai, afisa mkuu manispa ya usimamizi wa maji; nambari tatu, Mark Achila Ekiru, afisa mkuu barabara ya usafirishaji; Samson Nakito, mkurugenzi wa ununuzi; Lilian Alapa Ateyo, mwasibu mwandamizi; Ana Larot Longoli msimamizi wa usafi kaunti ya Turkana na John Tioko Ekal, mumewe Abenyo Amadhuel Etir, askari wa usalama serikali ya kaunti ya Turkana Stephen Lowoton, naibu mkurugenzi wa zamani wa uhasibu William Erex Aminit, mfanyi biashara, na nambari kumi na ya mwisho na Ngiro Edang Ichor, mfanyi biashara. Operesheni hii ni sehemu ya uchunguzi unaoendelea kuhusu serikali ya kaunti ya Turkana kuhusiana na tuma za upotefu wa fedha za umma, migongano ya maslahi na matumizi mabaya ya ofisi dhidi ya maafisa kadhaa wa serikali ya kaunti ya Turkana wanaodaiwa kufanya biashara na kaunti kupitia kampuni mbalimbali. Hii imesababisha malipo ya zaidi ya shilingi milioni 600 kwa madai ya ununuzi wa bidhaa huduma kati ya mwaka wa fedha 2022-2023 na 2023-2024. Kwa pamoja tuangamize ufisadi, tujenge Kenya, tuwapige ngoto. Kama hapo juu nimesoma, babako wa mamamako jua hawa wanatuhumiwa na EACC kwa kuwa miongoni mwa wezi na already pesa zimeanza kupatikana kwa magunia kama unavyoona.